Kwa majina naitwa Patience Luambi. Mimi ni muuguzi kutoka Kilifi County Hospital kitengo cha Rehabilitation, Occupational therapy, na tuko hapa kwa minajili ya kuweza kusajili watu wanaoishi na uatilifu mbalimbali, na kutoka jana tumekuwa hapa, tumeona watu walio na uatilifu wa viungo, tumeweza kusajili ka, eh, kadri watu 40 wote walio na uatilifu wa viungo masikio kutoweza kuongea, kutoweza kujifanyia kazi zao, hasa wale ambao wameweza kuathirika wakiwa wamezaliwa, na kuna wenye wamepata kuathirika baada ya kuzaliwa, na wengi wamekuwa wakiishi wakiwa hawajui mahali pa kuenda kusaidika, na kwa sababu serikali inahitaji watu waweze kuwa wamenakiliwa katika hali ya usawasawa baada ya kukaguliwa na kuweza kuwekwa kwa vitengo mbalimbali, aidha vya ngozi vya kutosikia kutoona, viungo na hata hali ambazo zimewafanya upunguani wasiweze kusoma katika shule za kawaida. Na tunaona ya kwamba watu hao wamekaa miongoni mwetu, lakini kwa siku nyingi, kwa sababu ya upungufu wa fedha, wameweza kukaa na hali zao ingawa wakiwa hawatosheki jinsi walivyo, lakini uwezo wa kuafikia madaktari imekuwa sio rahisi. Lakini nafasi ambayo imepeanwa leo ya hii medical camp tangu jana wameweza kutokelezea kwa wingi, wamekuja, tumeweza kuwakagua hali za e, uchumi na uwezo wa kupata vibali vimeweza kusababisha wengine hawajaweza kufikia kupata ile certificate, kwa sababu hawana birth certificate. Pengine ni kwa ufahamu ama umbali wa jinsi ya kupata hivi hizi karatasi na ndiposa tuko hapa mpaka kesho. Tumewaambia watakaowezeshwa hata kupata barua za chief, tumeweza kuwasaidia wanakili katika hali hii ya kuwapatia uwezo wa kupata certificate takaowawezesha kupata huduma mbalimbali katika serikali yetu ya Kenya. Kwa hivyo tunashukuru kwa shirika ambazo zimeweza kusanyana hapa Koko FM matangazo yao yamewafikia wengi, wameweza kuja kwa wingi, na tunaendelea kuangojea wengi maana masaa bado yako, na wakija tuko tayari hapa, madaktari wote mbalimbali mbali, ambao tuko katika kitengo hii cha rehabilitation. Kwa hivyo tunashukuru kwa nafasi hii ambao tumeipata, na tunaomba tukiwezeshwa kupata nafasi nyingine tena. Wale ambao hawana vyeti vya birth, wengine hawana vitambulisho, tukipewa nafasi tutaendelea kuwafanyia kadi tunavyopata nafasi hii. Asanteni kwa nafasi ambayo umetupatia. E, mwisho ulikuwa umesema kwamba kuna umewataja mbalimbali. Je, kuna wale ambao e, wana uatilifu e, kuhusiana na akili na ama ngozi? E, wako wenye wanauatilifu wa ngozi tumesema, kuna wali wale walio na uatilifu wa kutosikia na labda ni mabubu na wengine huenda kawa wanawatilifu watilifu wa kutosikia lakini wanaongea, lakini hivyo hivyo huingia katika vitengo vya ulemavu, maana unaweza kuwa unaongea lakini masikio hayawezi, unafaa uweze kuingizwa katika hicho kitengo, maana kuna mahali uweze eleweka kupata kazi, maana unaweza ambiwa ya kwamba na wewe unaongeaje na, na husikii, inawezekana. Na hivyo wanapowekwa katika hali ya registration, wanasaidika ili waweze timiza uwezo wao wote kadri Mungu amewawezesha na masomo ambayo wako nayo yaweze kuwa na no umuhimu kwa maisha yao. Coco FM, ladha ya pwani.